Anaitwa Ana Eden Makundi, mimi ni mwalimu mkufunzi katika chuo cha udereva Modern hapa Arusha. Mimi leo nimefurahi sana, kwa sababu ni siku yetu ya wanawake na tumeona pia kuthaminiwa, na tunaona pia nchi yetu inaongozwa na kiongozi wa juu sana ambaye ni mama. Kwa hiyo na mimi kama mama nimepata hamasa sana kwa tukio hili la leo. Kwa sababu gani? Wamama tunaweza. Nikiangalia background huko nyuma, wamama walikuwa tunajikataa mama. Naona, mimi siwezi, mimi nimeolewa, ni mama wa nyumbani. Kwa hiyo ukimwambia bali ya kwenda kwenye sekta yote hasa hii ya udereva, mara nyingi wamama wengi huwa wanaogopa. Lakini mimi nichukue fursa hii kwamba nimesikia kutiwa moyo na kuthaminiwa kama mama au kama mwanamke kwamba naweza mimi, naye ongea hapa leo, ni mwalimu kama nilivyojitambulisha, mkufunzi kwanza sema ni ndoto yangu nilikuwa naiishi, napenda nijifunza miaka ya nyuma kuwa tu dereva wa kawaida, lakini baadaye nikaona napenda kuwa mkufunzi kama mama ambaye naweza na nikapata mafunzo. Leo naaminika niko kwenye chuo cha udereva, nafundisha wamama na wanaume. Kwa hiyo mi nashukuru sana kwa tukio hili la leo. Kwenye kazi hii ya kufundisha madereva, ninachojivunia kwamba mimi kama mama, imenipa nafasi pia, naweza kutunza familia yangu. Hiko najivunia leo, na watoto wakubwa wanasoma, nimeheshimika pia kwenye kwa ndoa yangu na jamii yangu iliyonizunguka kwamba ni mwanamke naye pambana, ni mwanamke ndiye thubutu. Kwa najivunia hilo katika sekta hii ya ukufunzi, kwa sababu pia ni ajira ambaye nifanikisha kwamba hata maisha yangu katika familia yangu, kuna changamoto ambazo ningezikuwa nazo lakini leo sina zile changamoto, kwa sababu naingiza kipato katika nafasi hii ya kama mwanamke. Kampuni yangu ya Modern najivunia kwa sababu pia wao waliniamini kama mwanamke, nilipopeleka CV zangu wakaona nafaa na wakanifanyia majaribio wakaona nafaa kufundisha. Kwa hiyo najivunia kwenye kampuni hii, kwa sababu pia naona tangu nilipoingia kwenye hii sekta ya ukufunzi na kwenye kampuni hii ya Modern, nimeendelea kusogea, nimeendelea kuwa na ujasiri zaidi tofauti na nilipokuwa nimeanza, kwa sababu pia hata wale walio viongozi kwenye hii kampuni wanatutia moyo na kutuhamasisha kwamba tunaweza na ndio maana hata leo kampuni na mkurugenzi wetu ametuamini kwamba tunaweza, kampuni ikatupatia chombo cha moto, na leo kama hivi unavyotuona tuko kwenye msafara, soon tutaingia hapo uwanjani tukiendesha mbele ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia aone kwamba wanawake tunaweza duniani. Kwa jina naitwa Neema Goodluck Malisa, ni mkufunzi kutoka chuo cha udereva Modern kwenye jira ya unapoenda kuomba kazi, wakikuona mwanamke wanakushangaa, wanajiuliza unaweza? Unawaambia ndio, ndo wanakufanyia majaribio, wanaona kweli unaweza. Kwa hiyo tunawatia wanawake wenzetu wanaokatishwa tamaa, hii kazi sio kwamba wanaume tu wanaweza, hata sisi wanawake tunaweza. Nafurahi kuwakilisha hii siku ya leo tukiwa kama wakufunzi wa kike kutoka chuo cha udereva Modern. Tunawakaribisha wanawake wenzetu kuja ku shiriki na sisi, tunapatikana na Florida.